Um, wanafamilia ya TV Kigongo, nikasema na leo pia niweze kushare na nyinyi. E, leo nataka nitoe dawa moja kwa wale ambao wanahangaika hangaika dawa dawa dawa dawa, dawa. Yanakuja yoyote ambaye anasumbuliwa anasumbuliwa na tumbo, sio tumbo la uzazi, tumbo la ngiri kwa wale wanaume. Usipate tabu sana, usihangaike. Unajua unaojua mwarovela, chukua mwarovela, tengeneza dawa yako kidogo. Chukua vile vya ndani, vile vyeupe vile, vile, vile kidogo astani, usichukue vingi sana, kidogo tu, tia kwenye maji jagi fanya maji yako ya kunywa asubuhi mpaka jioni. Tumbo kwa heri, kila kitu kwa heri. Chukua hiyo, acha mambo ya kwenda kuzoazoa vitu vya ajabu ajabu, uja ujitie matatizo tena mengine ambayo haya yamekushinda. Wanaume ambao matatizo wa tumbo nauma, tumbo inakuuma wewe, mwanaume langiri, tumia dawa hiyo, useni dukani, panda marovela nyumbani kwenye gunia kwenye kopo eh, muafrika vipi? vitu vingine vyepesi tu, kwa nini ujiumize kichwa? Wala ambao wana wa shida ya dawa za uzazi, namba yangu ni sifuri sita tisa mbili nane nane saba moja saba mbili, nipigie. Na akaunti hii ya TV Kigongo, jaribu kusubscribe na uweze kushare kwa jamaa na marafiki ndugu zako, unashea una, una share naye Anakuwa anapata vitu dawa kama hizi ndogo ndogo za nyumba nyumbani, nyumbani tu hizi hapa hivyo. Eh, umeona hata mtoto mdogo, watoto wa kiume ambao ana mishipa mishipa inawasumbua ngiri, kadiria kidogo uchungu uchungu, mpe kijiko kimoja mtoto, utamuona anakaa sawa eh, kijiko kidogo kile kidogo kile vile vidogo vidogo vile kidogo Unampa mtoto tumbo linakata kabisa, hiyo ni dawa nzuri nzuri nzuri sana hiyo. Niseme, usikubali kuiga subscribe, ili matukio ya hapa kwenye TV, TV yetu TV Kigongo uweze kuyapata, subscribe share kwa jugu na jamaa, utakuja kujikuta ni mwenye kufanikiwa maisha yako, sababu watakikuja kujua watamshukuru Mungu na wewe sitakurudia shukurani zile